Moshi mweusi umefuka asubuhi ya leo katika dohani ya Kanisa Dogo la Sistine kuashiria kuwa makadinali wa Kanisa Katoliki wameshindwa tena kumchagua Papa, kuliongoza kanisa hilo, baada ya duru ya pili ya upigaji kura kwa siri kutozaa matunda. Katika duru ya kwanza ya uchaguzi jana jioni, ulitoka pia moshi mweusi katika dohani ya kanisa hilo hilo kuashiria kuwa makadinali hao walishindwa kumchagua Papa, kuliongoza kanisa hilo ulimwenguni, lenye waumini bilioni 1.4 kujadiliana kuhusu mchakato mzima wa kupatikana kwa kiongozi mpya wa kanisa Katoliki na jinsi atakavyoliongoza kanisa hilo, nimemwalika Askofu mstaafu Methodius Kilaini kutoka jimbo la Bukoba nchini Tanzania. Baba Askofu, natumai unanisikia vizuri huko. Nakusikia vizuri... Ka... Ka karibu sana katika mjadala wetu wa leo. Asante. Askofu Kilaini tumeona tena asubuhi ya leo moshi mweusi, tutarajie kweli papa atapatikana ifikapo jioni ya leo na tusikie neno habemus papa? Yani mimi kwa kweli navyodhania, nadhani leo tutampata, mm -hmm, kwa sababu ukitazama katika kama ilivyofuatia mara mbili za mm -hmm. mwisho hivi tulimpata katika siku mbili ambapo Benedikto ilikuwa kura ya nne sasa sa france zilikuwa kura ya tano, na ukitazama katika tangu karne iliyopita na karne hii wote hawakuzidi nani ku, siku tatu nne. Ni mara moja mara mbili tu, elfu moja na mia tisa na tatu na elfu moja mia tisa ishirini na mbili ilipofika siku tano. Mm. hivyo mm hatutegemei -hmm. kama tutakuwe nambari hivyo hivyo. Nategemea kama mambo yakienda vizuri kabla hatujalala leo, hata wale wanaolala wamechelewa, tutakuwa na moshi mweupe lakini ikisidikana sana mm, kesho kesho, ambapo itakuwa ni siku ya tatu itakuwa siku ya tatu sidhani. Na ukiona imefika siku tatu bado mm, apo jue kwamba mambo yamekuwa magumu. Apo wanapumzika kugeuza njia <laughs> kuona waendeendezi. Uh, kwa kweli bila shaka ha, haikwenda vizuri, endio. Askofu, tunafahamu kwamba kila papa anapopatikana anachagua jina lake ambapo linakuwa la mtangulizi wake, pengine ama kuchagua jina jipya kutoka kwa mtakatifu yoyote yule, na kuna jina hilo likiwa na ujumbe maalum kama tunavyoelewa. Papa ajae, kwa mtazamo wako, unahisi anaweza akachagua jina gani? Mi nadhania huenda akachagua Francis wa pili kama atakisikia anaelekea elekea kifrancis kifrancis kama tulivyoona mapapa waliotutangulia mm, kama Yohana Paulo wa kwanza alitaka achote kwa Yohana wa ishirini na watatu, achote na kwa a, papa Paulo akajiita Yohana Paulo wa kwanza mm, na Yohana Paulo wa pili akafuata nyayo hizo hizo, hizo kwa kuweza kufuatana na huyu. Kama akija, huenda akachagua papa Francis, lakini hivyo tategemea na mwelekeo. Ana mwelekeo kidogo, anataka uwe tofauti kidogo na sio wa Francis, anaweza kufanya kama Benedicto Benedicto. mm -hmm. Alichagua Benedicto kwa sababu alikuwa na mwelekeo wa kiulaya ya Ulaya, alitaka kuhamasisha Ulaya iwe mpya, na yenyewe ilikuwa imesha anza kuzorota zorota. mm -hmm. hivyo hivyo, ni kitu ambacho kitategemea hali itakuwaje katika kuelekea na mwelekeo atakao kuwa nao, na inawezekana hata akachagua jina lingine kwa maana kwamba jina jipya kabisa ambalo halijakuwapo uh, hali hapo kabla, kama alivyotushangaza hayati papa Francis e, kama alivyotushangaza hayati papa Francis, kama ana mtakatifu fulani ambaye anataka kweli, huyu nataka nifuate nyayo zake, kama Francis alitaka umaskini, mm hivyo -hmm, akamchagua Francis, lakini na mwingine akiwa na nyayo nyingine anaweza akachagua mwingine. Lakini vinginevyo, unakuta kwa kawaida wanajikita kwa mapapa ambao tayari wamesepo. Unakuta majina mengine kwa mfano Papa Yohana, nadhani mm. ndio ilikuwa ina, inapendeka kuliko majina mengine yote, Papa Yohana. Hivyo nakuta Papa Yohana wako wengi sana mpaka ishirini na watatu halafu nakuta na wengine kama Papa Benedikto, nalo limekuwa na nguvu kidogo mpaka mm. unakuta wa kumi na watano na Gregori nayo limekuwa na watu wengi ya kutosha. Hivyo nakuta kuna majina kadhaa ambayo yalikuwa yanapendeka kwa sababu ya wale waliotangulia kwa yale wale waliotangulia, hivyo na huyo atakayekuja kwa jina tu utaanza kuona mwelekeo wake kwa jina tu. Tukibaki katika hilo hilo la mwelekeo, Askofu Kilaini, Papa ajae anapaswa kuwa wa aina gani kwa kuzingatia mazingira yaliyopo sasa uh, katika Kanisa Katoliki? Mtindo wake hasa wa uongozi unatakiwa uwaje? Mimi nadhani katika hali tuliyonayo sasa ili tupate Papa ambaye atatuvusha, kwa maoni yangu, hmm. Kwanza awe na imani thabiti na mtetezi wa imani Katoliki kwa maadili na mafundisho yake, akifuata nyayo za Papa Benedikto wa kumi na watano na Papa Paulo wa sita. Yani, kujikita sana katika kutetea imani, kwa sababu imani kidogo inateleleka na mafundisho yanaingia mengi mengi katika ulimwengu wa leo, watu wengine wanapotosha au watu wengine wanataka kuyatafsiri ku, ku tofauti, hivyo nadhani ule msimamo ule unahitajika, lakini vile vile inabidi awe na ukawaida, awe mtu wa watu mm, mtu anayejitoa, mtu anayewafikiria wale ambao wako pembeni kama Papa Francis. Hivyo na ka Papa Francis huwezi kukaaja ilipofikia sasa, jinsi alivyo washika wa watu watu, wakampenda licha mm. ya kwamba utata kale kengine, lakini hivyo na ka Papa Francis hauwezi kukaachia ka wa wa mm. na vile vile kaleka mahusiano, najua katika mapapa waliotangulia hawa kidogo wamenyisha njia ambayo anayokuja lazima yafuate. Eh, Papa Yohana Paulo wa pili alitupa yale mahusiano ya kwenda kwa huyu kwa huyu, kwa yule kwa yule, kwa yule kwa yule, yule akazunguka dunia nzima. Mhm. Mm-hmm. Anashika watu mikono, anakaa karibu na watu. Na hiyo ya, ya, ya mahusiano ili ya kusiki, yaani ya ya, ya, ya, ya, ya kusikitikia. Kusi, mtu anavuta kila mmoja ana picha. Mimi ndiye nilifundisha nambo ya picha. Sasa Papa sa... Yohana Paulo wa pili aliyekwenda kumtazama alipiga naye picha. Sawa. Baba, mm. Askofu, tuna mengi sana ya kuzungumza, lakini pia tuna wale wanaotufuatilia katika mitandao ya kijamii, lakini nitamwomba kwanza Lilian nimtoe na subiri kidogo. Umegusia hilo swala la makundi ndani ya kanisa. Mipango gani hasa Papa anaweza kufanya ili kukuza umoja ndani ya kanisa? E, tunaweza tukasema kwamba itajumuisha juhudi za kuondoa migawanyiko kati ya makundi ya kihafidhina na kiliberali, na atafanikiwa kweli kuliunganisha kanisa na kuwarejesha kundini, kuondoa walopotea baba? Sasa nadhani kila papa anayekuja hmm, ndio tumaini lake, ndio tumaini lake kwa sababu Papa Francis ametuletea ile, najua kila mara Mungu anatuletea mtu wa nyakati zake. uh -huh. Papa Francis ametuletea mtu, tuko mmoja, hakuna bwana, hakuna watu kuwaacha nje, wote wako ndani, lakini kuna wengine hawataki wengine wawe ndani na kuna wengine wanataka wengine wawe nje, mm. na wengine wanataka wanaanza kwamba wako nje. Sasa anayekuja lazima awe mtu atakayeweza kumaliza mfarakano ule, kwamba dini iko pale pale, lakini na watu wote, kama alivyosema Papa Francis hata wa dhambi ni watu wa kanisa. Kanisa ni watu walio watakatifu na watu wa dhambi, lakini wakati ule ule, ingawa nawakubali wa dhambi, usikubali dhambi mm -hmm. Hivi atataka kulinganisha hayo mawili kuyaweka kuya vizuri ili kutoa ule mfarakano kati ya watu waliokuwekwa ambao kidogo walikuwa wengine wa wanaanza kuchanganyika changanyika na kuchanganyikiwa changanyikiwa kutu... anayekuja lazima eh, malizia alafu ala tuangalie maoni ya wa wasikilizaji. <laughs> Dunia imekuwa kijiji kimoja sasa, mawasiliano ni makali sana, kila nena analolisema linazunguka katika dakika saa chache, limeshafika dunia nzima ili kuleta muungano lazima. Na maneno unayoyasema na mafundisho unayoyatoa lazima uwe ni mwangalifu kabisa, na ujue unatoa kitu gani ambacho unauhakika nacho, kwa sababu dunia siku hizi ikienda, inachanganya, ina maneno, inafanya nini. Kimekuwa kijiji kimoja mno, na mitandao ndio mahali pa kufundishia kuliko hata makanisani. Vyombo vya habari vimekuwa vya kufundishia kuliko hata makanisani. Hivyo hapo anakosha kuwa mtu ambaye anaweza kuwaunganisha katika kauli zake, katika mawasiliano ya yake na katika yale yote anayoyasema hiyo ni muhimu sana. Asante Askofu Kilaini, nitarudi kwako baadaye kidogo. Lile ni mtono bila shaka, watu wanazungumzia mengi sana kuhusu mchakato wa kumpata kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani. Yeah, Grace, wengi wanazungumza na sitaweza kusoma maoni kwa sababu naona muda umeenda, lakini mm, wengi wanaomba huo mchakato uende vizuri. Wengine wanasema hata wamefikia kusema isiyo kama zile chaguzi za Afrika, nakumbuka ujumbe ukiusoma <laughs> hapo. Lakini Grace, maswali <laughs> mawili kwa uh, baba askofu <laughs> uh, kwa nini moshi Watu wanauliza, kwa nini moshi mweupe na mweusi? Wengine hadi wanafikia kuuliza, Mungu anajibu; anaonyesha majibu yake kupitia moshi ama mweusi au mweupe. Mm -hmm. Lakini mwen, wengine wanazungumzia hili swala la papa mweusi ama papa mweupe kuna tofauti, baba askofu, ama awe mweusi ama awe mweupe kuna tofauti yoyote ya kiutendaji? Kwanza nianze na moshi. Moshi ni jambo la historia, najua wakati fulani kuna mapapa walikuwa hawafungiwi kwenye concrete walikuwa wanakaa huruhuru lakini katokea mwaka fulani mwaka elfu moja mia mbili e, sitini na nane wakakaa miaka moja na nusu hawajachagua wakawafungia sasa walipofungiwa kule tutajuaje kama wamefikia mwafaka au hapana yani wakafika mahali wakawafungia ni ndio wakafunga na mlango kabisa wakatia na kofuli wakabambika na na na, na, na, na, na, mbao tutajua wakatia ile chimna ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile nani ya moshi wakitoka mweupe, tunajua kwamba tumepata baba, tunawafungulia. Ukitoka mweusi, tunajua bado tuna, nakaa humo ndani. Basi ikaendelea hivyo, na sasa kwa sababu iliingilia kama kihistoria, ikaendelea mpaka leo na tunaifurahia, tunaifurahia moshi mweupe, moshi moshi mweusi, tunaifurahia hivyo hivyo. Uh-huh. Lakini ni jambo la kihistoria, lakini lilianza mahala fulani halafu Baba Mtakatifu, na mimi naomba tupate Mwafrika kalisimba una <laughs> na nashukuru kwamba katika wale wanaopigia wanaopigiwa ka kuna Waafrika kama wawili mm hivi -hmm, kama wawili watatu mm -hmm. Tunafurahi. Kiutawala hakuna tofauti, kwa sababu kutawala hakuna cha Marekani, hakuna cha mitaliano, hakuna cha nini. Ingawa utake ustake, kila mmoja wanafigia kwako. Imeona Waitaliani wa mbele sana Waitaliani wanalawatalaii wa Ufaransa akaja kanongoneza na na kainari wa kwao wakalalamika, anataka kuingilia kitu. Kila mmoja utake usitake, hiyo ni kitu cha binadamu, kwamba kila mmoja auta kwake, lakini hakuna utofauti wowote ule, awe mweusi, awe wa wa wa Asia, awe mzungu Papa, kisha kuwa papa, ni papu wa wote, mm, na ni papu wa kata. Hamna kiswahili kingine. Asante Baba Askofu. Eh, Baba Askofu Kilaini, tuna mengi sana ya kuzungumza, lakini naona muda nao umetutupa mkono. Ni kushukuru tu kwa kuwa pamoja nasi katika mjadala wa leo. Bila shaka hata mimi nilikuwa nina majina matatu ya makadinali ambao naona hawa wakiwa mapapa kidogo nitatulia na nitaridhika, lakini sitayataja majina hayo <laughs> Anai inayo kidogo kama matatu manne basi tu. Kama nao unataka kuacha iwe siri yako, kama makadinali wanavyoendelea na siri yao yao, wanaweza uh, kuendelea na mimi kitanaukiataanashida kwa sababu siko ndani mle. Kifupi kwa kifupi tu, tutajie kwa mfano kuna kardinali Tagle wanamtaja sana, nami nimekutana naye na nimekutana mimi. Huyo ni mmoja wa kwangu wa pili ampenda wapili. <laughs> wapili ni Turkson, Mwafrika. Wanam, mm -hmm. Mwaka mwafrika makawalimtaja liwamtaja na watatu ni Fridolin Ambongo wa Kinshasa, hivyo labda mimi niegemee. Kweli askofu Kilaini ni, ni, umebaki tu kwa waafrika huko kasoro tu Tagle. Haya. <laughs> Babaskofu, <laughs> nikutakie <laughs> baba, eh, kuna wa mwisho wa ni mambo Parolini, eh huyo nami ni naye pia wakwangubaba. Kazi nakushukuru sana, ningetamani tuendelee na mjadala lakini muda hatuna nikushukuru sana na kutakia mchana mwema kutoka huko Bukoba, Tanzania. Nakushukuru sana ndugu mama dada Kabogo kwa kazi nzuri unayoifanya na, na tuendelee kuwaombea ili tumpate papa mzuri atakayetupeleka katika awamu ijayo. Amina, nashukuru, asante sana.